Mwijaku, nimeona video yako eti oh Chief Godlove acha kuzunguka na magari barabarani. Barabarani. Sijui, mimi sasa hivi natumia dola. Mm. Sijui ni nini. Nimeona shit zako watu wamemtumia wengi, sasa leo nimekuita, hadi mimi nimepokea ujumbe wako uh -huh, mshabaka uh -huh, na mimi nakushauri njoo huku kwetu, onyesha dola hata kukimbia barabarani matajiri, okay. Atukimbia barabarani chief, mimi nishavuka huko okay. mimi maisha yangu sasa hivi ni maisha ghali chief, mimi nina hela Mwijaku wa mwaka wa jana, mwaka juzi sio huyu. Chief, mimi nina hela, Mwijaku mwingi. Wewe kitu gani unafanya mimi siwezi kufanya kitu gani? <laughs> Pana, nakuambia kweli, yaani huo kitu gani cha hela? Mimi nina dola, mimi na madola nimekuonyesha. Haya unaweza ukaenda ukachukua mchele wa kila pure grade ukagawa kwa wakina wakinamama kama nilivyofanya pale bia. Umefanya bia. Uliita, eh, wakinamama nimeona. Sasa, eh, mi mwendelea mwezi wa Ramadhani nawaita watu wanaishi katika mazingira magumu, natafuta mchele nawapa, sema kingine fanya ya. Ya kwanza nafanya ya, ya, yani, kuna vitu mimi mm -hmm. nafanya uvisubutuy mimi, nimeingia Mlimani City pale nikafunga na supermarket, watoto yatima mia na hamsini nikawambia wachagua wanachotaka sasa. Sina, mimi siwezi kufanya hivyo, hizo ni sifa

Safe made, Oula, utajiri, kasa, mimi sasa mimi unatakiwa ujue. Mimi nimejitafutia. Huu utajiri wangu. Mimi nimejitafutia. Na kwa gana kutafuta. Huu ni utajiri sio wa kulisi wala wa kukopa. Sasa mimi nimelisi nani? Mimi nimetoka kwa Kigoma mzee wangu Kigoma kazuna mimba. Mimi sina baba sio tajiri. Mimi kwetu ni wasema tunai kijana tajiri Dar es Salaam mimi hapa. Ah. Mwijaku. Hmm. Una uwezo ukaenda kwenu ukapokelewa na kile kijiji kama ulichopokelewa na ukachinja ng'ombe 100, wananchi wale bure. Watu wameacha. Sasa siwezi kufanya. Ah kafara siwezi kufanya, kwa nikula umeacha. Kafara siwezi kufanya, kafara sifani ili jamaa, ili kafara sifani, serious sifani. Kwa hiyo wewe una hela kuzidi mimi? Mimi nina hela, Chief Godlove. Ehe, mbona unaongea, mbona unapunguza sauti? Mimi nina hela, kwa sababu pesa ninayo na mimi e -huh. no. Ndio <tansal> na madola Chief God ah, love na kwa Tanzania siri ndio utaki, unasemaje? ah. ah. <laughs> Tanzania siri ndio utaki yani era era bongo eh, yani kwa mfano kama hii ndugu yangu mimi mimi ni kijana mdogo mimi mimi mimi ni wa kwa kwanza hapa. Haya, tajiri tajiri nani? Wewe wewe wewe wewe wewe, na mdogo mimi ni wa mavumbini

Maigizo. Ni na mimi, usichukie kwenye maigizo, natakiwa niigize, imewasha kamera naigiza, hela nitoe wapi mimi wa mavumbini nitarudi? Yani nimewasha kamera nimeigiza, nimemaliza nimerudi hapa watu kuna, ili ili ufanikiwe, kuna muda unatakiwa ujichomoe nati kabisa, unazima dai. Yaani nati jichomoe, alafu jifanye kichaa ili watu wakuone kichaa, alafu mambo yako anaenda mfano mimi

Sasa jamaa inabidi arudi sasa, kumbe jamaa ana kazi huyu. Yaani sasa ndio jamaa anarudi anamwenza demu yake. Jamaa ana kazi. Sasa madem wanawake zao sasa hivi wanaanza kulike na kuchukua picha za kuweka kwenye profile. Yaani mimi watu wananichukia alafu mke wake ameniweka status. Ah, huyo, natumia Maliza, ndugu yangu wewe, tumia mpira usiende kafukafu, mpox usikupate.

Nipo na tajiri yangu hapa. Aitwa oh, yeah. Chief Godlove. Yaani mimi sijui nifanyaje. Yaani siku hata mwenye hapo. Kuna mtu ana comment anasema wewe na unapewa ndogo. 50 ya mwisho. Kamlea sema kamaliza huyu. Wapumbavu hamna akili. Echo, hiyo hela ndio ile kwa mfukoni. Nyinyi wapumbavu sikia ndio. Ni kweli ndio ile kwa mfukoni. Hapana, no, ni wapumbavu. Hili ni jamani najua kutafuta. Ngoja nikwambie. Comment mimi naziona. Wanasema wewe ile kwepo ndio ile ile. Waonyeshe. Toa 50 tu, stoi nyingi. 50 tu. Kuna mmoja anasema Chief Godlove ni mbaili atoi hela. Sasa waonyeshe.